Na mhonigani mtazamaji wa Ndaka Online TV utakuwa na Mishabani Bushiri kwenye kipindi chetu cha jamii yetu. Madam edhani ni kuachana kwa wadhazi kunapelekea changamoto kubwa kwa watoto. Vile vile tutakuwa na maneno Charles bila kusahau Othman Hassan. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutakuwa na wachambuzi wetu hawa watakuja kutuchambulia vizuri ni athari gani zinapatikana hapo. Ndam, tumerejea tena mtazamaji wa Ndaka Online TV. Kama nikukumbushe, vile vile ni jamii yetu madam edhani ni kuachana kwa wadhazi kunapelekea changamoto kubwa sana kwa watoto. Ah, maneno. Mm. Da, mada nadhani umeisikia hapa, unalizungumziaje? Una, una, una swala la kuachana kwa wazazi kama kunapelekea changamoto kwa watoto, ni changamoto zipi unaweza kuzielezea? Uh, changamoto ziko nyingi lakini tuangalie baadhi, japokuwa ziko nyingi lakini tu, tuangalie zile muhimu ambazo hata katika maisha ya kila siku tunaziona hususani yeah. uh, kwa wazazi ambao wanaachana yeah. bila sababu yoyote yeah. wakiwa wamezaa yeah. watoto kadhaa Changamoto ni nyingi kwelikweli, hususan katika swala zima la mmomonyoko wa maadili yeah. mmomonyoko wa maadili unakujaje? Mmomonyoko wa maadili kwa sababu wanavyoachana wale watoto wanakuwa bado hawajapata ile elimu ya kijinsia, hususan kwa wanaume hata kwa wanawake pia, yeah. tutagusa katika jinsia zote mbili, tuanze kwa upande wa jinsia ya kiume. Mi nitazungumzia kwa upande wa jinsia ya kiume kiupana zaidi, kutokana na mmomonyoko wa maadili yeah. wanaweza wakajiingiza katika makundi mabaya, makundi mabaya ndo tunaona katika mitaa yetu ambayo tunapita kila siku wamejikita katika masuala mazima ya uvutaji wa bangi, wamejikuta katika masuala mazima ya kujidunga sindano na eh, madawa ya kulevya na kadhalika. Lakini kwa upande wa watoto wa kike ndio tunaona hivyo hususan katika biashara hizi za kingono, tunawaona katika, katika kumbi tofauti tofauti za sasa. Leo ukimwangalia ni mtoto mdogo ana miaka michache yani, anaanza tunaweza tukasema kwamba anaanza kufanya zile kazi kutumika kabla ya umri wake, au anaanza kutumika kabla ya umri wake haujafika. Kwa hiyo hizo ni moja kati ya hasara ambazo zinawakuta watoto au, au kikubwa zaidi wanaachana wale wazazi, wale watoto bado hawajawapa ile elimu ya kijinsia. Kama wanaweza kaipata ile elimu ya kijinsia ni namna gani ambavyo inaweza katolea ile elimu ya kijinsia, wazazi wanatakiwa wae wae wawili wa, kwa hiyo wanapoachana watoto wanaikosa ile elimu ya kijinsia ambayo ingewasaidia kupata ile yani kujitambua, kujua kitu gani ambacho ni kibaya na kitu gani ambacho ni kizuri. Unadhani wazazi wanaweza kuachana bila sababu? Sababu, bila sababu hmm, bila sababu ya msingi <laughs> bila sababu ya msingi hmm, ya, kuna sababu nyingine hata kama yani kuna sababu nyingine unaweza ukazielezea hapa kwa kweli kwenye midia yani hazielezeki, yani unakuta sababu unashindwa hata kuhitaja machana. Kwa sababu gani? kama sababu ya kiuchumi umemuua mwanamke yani, uchumi umeshuka au vipi? Lakini najua hata yeye alikupenda, ndio maana mkaoana na mkatengeneza familia yeah, kufika katika kiasi cha kwamba mmezaa watoto kwamba hata yeye amerizika katika hali ambayo wewe upo nayo ah, hiyo ni kwa kwa Chazi. Maneno ngoja tuingie kwa nae, Osman naye ana wazo lake bila shaka, umemsikia brother Chazi hapo na unalo la kuchangia. Uh, kwa mimi pia hapa kuna mambo mengi ambayo yatatokea mm, endapo wanandoa wataachana yeah, yeah. Ni athari kubwa sana ambazo zinawakumba watoto mm. Kwanza, tukienda moja kwa moja athari ambazo zinawakumba watoto endapo wazazi wataachana au wanandoa wawili wataachana yeah. Ni kuathiri mfumo mzima wa elimu yeah. Eh, elimu nzima ile ambayo mtoto inabidi aipate kuanzia E, ngazi ndogo mpaka ngazi ngazi kubwa, pale panakuwa kidogo pana e, kisaikolojia inakuwa haipo vizuri. Kwa sababu gani? Mm. Aa, mtoto inabidi ili elimu yake ikae vizuri, mm. Yani awe mwanafunzi ambaye anakutangia utotoni mpaka ukubwani mm. Akae vizuri natakiwa alelewe na wazazi wote wawili wote wawili. Unadhani mtoto anakosa kitu gani kama akiwa akilelewa na mzazi mmoja hapo katika mfumo mzima elimu ataikosa kwa sababu gani? Akirudi nyumbani akirudi nyumbani au popote pale, akirudi nyumbani kwa mfano ametoka huko shuleni amekuja huko, ile elimu ile atakuwa ana, anaikosa. Kwa mfano kama pesa mm. pesa anakuwa vile, vile kwa sababu ameshaachana wenyewe ameshatengana tayari, kwa kishatengana vile kwa kuwajali watoto kimfumo wa elimu, panakuwa tena kuwajali um, watoto kwa mfumo wa elimu na Mnadhani kati ya mama au baba kipi chanzo kikubwa cha kuharibika chaku, chaku, ndoa? <laughs> chanzo cha kuharibika ndoa kati ya wazazi wawili baba na mama yupi anakuwa sosi? Yaani kwa, kwa, kwa jamii yetu iliyotuzunguka, kila <coughs> mtu anajua kwamba kwa jamii yetu iliyotuzunguka, mzazi wa kike au wa kiume ndio <coughs> mmoja wapo anakuwa sana chanzo kikubwa cha kuharibika kwa ndoa. Sosi anaweza kawa mzazi wa kike kwa maana ya mama hmm, au anaweza kaa mzazi wa kiume kwa maana ya baba kuna hmm, vyanzo tofauti tofauti yeah, labda tabia. Ujue ndoa nao ni uvumilivu yeah, lakini sasa hata uvumilivu kuna mambo mengine hata wewe hapo, eh, ndugu ndugu yetu mwandishi wa habari yeah, unaweza ukachoka kuyavumilia yeah, labda tuchukulie kwa upande wa baba anaweza kawa amejikita katika tabia mbaya, labda katika swala zima la uvutaji wa pombe mm. Ukorofi, amekunywa pombe, anamkuta mama usiku, anampiga pasipo sababu yoyote. Na kumpiga ni chanzo kikubwa sana cha kupoteza matumaini kwa mwanamke, hakika labda yeah. Sasa unakuta hata wale watoto ndani wanakosa furaha mm. Eh, mama anapigwa eh, mm. Ukiangalia naye anafuata misemo ya waswahili mm. kama akinamlisho mpoto anakwambia kwenu uliko toka hajafanyaje, hujaua. Ehe, sasa mama ana, anaona ameshazaa mtoto mdogo, ndo nakuta bado binti mm. anarudi kwao na kale katoto bado kadogo. Sasa kale katoto kanakuja kanakuwa, baba hayupo maanake yuko singo, yuko singo mazi kwao, anakosa malezi ya baba, japokuwa mama anayafanyaje, anayapata kwao. Inaweza inategemeana, mama anaweza kawa na tabia mbaya labda, anaweza kawa na tabia chafu labda ya, ku, ya kufanya labda biashara nyingine, tunajua mm. wanaita labda kwa katika lugha ya sahihi labda labda, labda anafanya ana, ana, ana, ana ana, anafanya uzinzi yeah, anafanya kinyume yeah, na sheria hiyo yeah. Inaweza ikawa ni sababu una, labda, kwanza, msame, apila, na unakuta labda mzazi wa kiume amemwona mara ya kwanza akamsamee mara ya pili akamsamee na yeye akashindwa kuvumilia akamwacha. Kuna lipi hapo la kuchangia hapo pia mimi hapo, kwa sababu umeenda moja kwa moja kwamba ni yupi ambaye ni chanzo cha kutengana yeah. Yeah. kwa, kwa wanandoa mm. hapo, hilo, swali ni kweli, patakuwa kidogo, inategemeana na mazingira hapa, mm. itakuwa ni mwanamke au mwana, mwana mwanaume, kwa sababu hapo kwa mfano hapo, hapo juzi nilipita kwenye familia moja mm. watu wanakikuta kitu ambacho waligombana, yeah. ni kwamba mwanamke yule hataki mm. uke ukewenza ah, kwa ndo ni chanzo cha nini chanzo, eh, kwamba yeye kwamba, mwanamke awe na mwenzake tena ni waolewe wawa mm. wawili pale wanawake au watatu mm. Kwa hiyo yule mwanamke yule kabisa chanzo cha ndoa akutaka kabisa, ndio chanzo wana watoto hao eh, na ilikuwa na watoto sasa ah, okay. hmm. hmm. Kwa napelekea pia kukosa kwa malezi kwa mtoto naam, yeah. Usitoke hapo, tunapata mapumziko mafupi pia kisha tunarejea hapa kuja kukupa mambo kukusaidia wewe ili usiweze kuachana na mwenza wako ili muweze kulea familia vizuri ili wapate mahitaji muhimu watoto watoto wadogo nah, tumerejea tena hapa kuja kujadili swala hili mzito sana hapa. Kwa wachambuzi wangu naona wamechambua kwa, kwa uzito sana na kiundani zaidi. Nikukumbushe tu mimi ni Shabani Bushiri, kutakuwa na maneno chazi pamoja na Othman Hassan. Hao ndio wanaokufanya wewe ujisikie faraja, ujifunze pia na kupata mambo muhimu na wachambuzi mm, hapa tunarejea na swala la kuja kuwapa mambo ambayo yatawafanya wazazi wasiweze kuachana kutokana na mada tofauti tofauti ambazo wanazipitia. Ah, ili wasiachane hmm. Katika ndoa na kupelekea asali, eh, asali hasi kwa watoto hmm. Kikubwa zaidi ah, ni kuwa, yaani cha kwanza kwa maana ya, ya hoja ya kwanza ni, ni, ni, ni uvumilivu katika ndoa yeah. Ujue ndoa ni, ni fumbo kubwa sana hmm. yaani kila wataalamu wanalifafanua kila siku, naweza tukalifafanua mm, leo right, right. mm. mm. mm, lakini kesho likafanyaje, wakalifafanua. Kikubwa zaidi ni kuvumiliana, kama nilivyoongea hapo mwanzo, yote mnaenda kuyamalizia ndani, sio kuyamalizia nje. Kwa hiyo ukubwa ni kufanyaje kuvumiliana, lakini kingine heshima. Yeah. ah, heshima, kila mtu inabidi amheshimu mwenza wake. Heshima ni yani, yani, ya, yeah. kitu fulani cha busara sana kwamba, yeah. mke anapomwambia mume kwamba, bwana, hapo umekosea Wanaheshimiana, anasikiliza maono kutoka kwa, kwa mwenza wake kwa, kwa, kwa, kwa, yeah. kwa sababu tunajua ndoa ni ndoa, usipoiheshimu yeah. usipo, ndoa inakuwa ndoano, kwa maana inakuvua, mwisho wa siku naibi ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, yeah, tupe, tupe ono lako hapo ah. tamshukuru sana kaka, maneno naona akatoa vitu ambavyo yeah, ni takiwa tuvifuate sana yeah, au wanandoa wanatakiwa vifuate sana yeah, ili waimarishe ndoa zao. Kwa upande wangu pia nitacheza mlemle, kwa sababu ah, ni vitu hivyo vipo katika jamii mm-hmm. Ah, kwangu mimi kama ah, wanandoa ili waweze waweze ili waweze kudumu katika ndoa yeah. Na wawe na familia nzuri baadaye naukuwa na nini mm-hmm. Cha kwanza kabisa, kila mwanandoa inabidi amvumilie mwenzake yeah. Yani awe na subira katika nini katika ndoa yeah. Sio mmekwazana kidogo yeah. Unaanza yeah. Kupaniki yeah. Mwingine nauye anapaniki na mwingine napaniki yeah. Na yeah. Wanandoa jamani, sio kupaniki katika yeah. Yani katu kiingia katika swala la ndoa yani ni sehemu ambayo ni taasisi ambayo ni kubwa sana yeah. Kwa hiyo hiyo kwahiyo nita, ni taasisi ambayo utakiwi kupaniki yeah. Utakiwi kukasirika, utakiwi kufanya chochote yeah. Ukiona mwenzako amekosea unamtengeneza, unamwambia bwana, subiri, tunakaa chini, tunashirikiana, mnakaa mnaweka, yeye mnalimaliza chini. E, ukisema umpige mtu au kwa sisi wanaume ambao tunaamua kumpiga mtu yeah. Umpige mwanamke n yani, hapo unakuwa natengeneza saikolojia yake inakuwa ni mbaya kabisa inakuwa yani, ni chanzo cha, cha kuachana na msho mtatengeneza watoto ambao wa baadaye wanakuwa na maadili mabaya, hata watoto wanajifunza yeah. <laughs> yeah, ni mbaya sana yeah. kuna wanaume wenye mikono mifupi wenye mikono mipisi. hey, tunawaita wale hey, hey. punguzeni kipigo bwana hmm. sio vizuri kumpiga mkeo, nayo inatengeneza picha mbaya mbaya. unapompiga mkeo unamdhalilisha mbele za watu wengi hmm. nanavilekea mwanamke naye anadai talaka hey, pia wanasema kwamba wasemaji mwanamke apigi bwana mwanamke hmm. eh. anapigwa kidogo kwa, kwa, maneno, kwa maneno. Eh. Na kama unataka kumwonya mpige kwa kutumia nini, kanga pige kanga, kanga. <laughs> bwana kama wahenga wanavyosema hmm. Na dini hmm. Ah, tumalize kwa kusema tutoe ushauri kwa wazazi maana tutoe ushauri kwa wazazi pia hmm. Wazazi ndio chanzo cha familia kuwa bora na mzazi hmm. ndio anatengeneza familia yake hmm. Maneno naomba utoe ushauri kwa mzazi pia na brother Osman pia atamalizia kwa kutoa ushauri kwa wazazi kikubwa tuzichunge ndoa zetu, kwa sababu ndoa zetu ndo nguzo bora ambayo itamfanya mtoto wetu mm. aegemee pasipo yeah. na shaka yoyote, kwa sababu ukiona mtoto ameharibikiwa ujue chanzo ni wewe mzazi. Mzazi, wazazi tunabidi tuwape watoto elimu ya jinsia, elimu ya kijinsia. Na elimu ya kijinsia inatoa inatolewa na nani? Na baba. Okay, na, baba na, na mama, mama. Yeah. Yeah. mzazi tumpe mtoto elimu ya kijinsia, na elimu yenyewe inatoa wewe mzazi, baba hapo naam, naam. Ah, hapo mimi ushauri wangu kwa wazazi hmm, ah, wazazi nyote kwa pamoja mnatakiwa mjitahidi sana eh, mumailishe ndoa muifanye ndoa ni kitu ambacho ni sio cha sio cha niseme, ni taasisi ambayo ni mbaya mno. Mtakiwa muimarishe ndoa ili kuweza kutengeneza jamii bora, kwa sababu eh, jamii bora inaanzia kwenye nini? Kwenye familia, familia. Kwa hiyo kikubwa ni, ni baba ni mama na mama, kutengana. Eh, inakuwa ni ni mbaya mii eh, ni, bwana, mimi ni Shabani Bushiri, na tulikuwa na Maneno Charles, pamoja na Othman Hassan. Hapa tumefikia tamati mada mezani. Tulikuwa na mada ambayo inaita mtafaruku sana kwa, kwa, kwa, kwa wachambuzi pamoja na kuachana mm -hmm. Uh, wa, wa, kwa, kwa, kwa kutengana kwa wazazi kunapelekea athari kubwa sana kwa watoto, na tumeona hapa kila mtu amebugujika maneno yake hapa. Niseme tu sina la ziada, niseme tu wazazi, mjitahidi sisi ya kutunza ndoa yenu hao na pia mujitahidi kutoa elimu.